wa, wa, wa lori hili baada ya ajali alitoroka ali, kwa hivyo juhudi za kumtafuta kwa maana ya kumkamata zinaendelea. Kwa so, sasa hivi, kwa sababu dreva hatujampata, sisi tunadhani chanzo ni uzembe tu wa dreva kushindwa kuimudu gari ya yake na hivyo kwenda kwenda, eh, kuacha barabara na kwenda nje ya barabara na kusababisha hiyo ajali.